Ni vunjwe singano na huyu Matola anasema mm. Hiyo ujumbe nawatumia mimi viongozi mm -hmm. Matola aondoke leo, leo, leo Matola, yani hiyo siku yake ya mwisho. Ataongea nini? Ataongea nini wakati kwenye kikao kwenye kikao katutoroka huyu muni, ataongea nini? Wewe kama ni kama ni mwenyekiti unaongea wa muni, tunataka msije uwanjani. Sisi tuna viongozi wa muni. Jo jo dada, jo dada, jo dada, ongea hoja sasa. Mimi nachoomba mashabiki, tusije uwanjani, wakiti, tusije uwanjani, eh, tuje fanya nini? Kwa nini wanatuumiza? Atusikilize. Kwa nini wanatuumiza? Unajua dada, alafu ngoja ngoja baba yangu, alafu sisi wana kuna wanachama, kuna mashabiki, tuko makundi haya Tuache unafiki, Mangugu ule ni Yanga paka kali yanayo. Ndio, huo ndio kweli. Yule mchawi yani ameletwa kuihudumu Simba, ana kundi lake. Uh -huh. Magoli akiongea magoli, yule ambaye ana uchungu na timu mm -hmm. Sawa so, mm -hmm. Magoli anaongea ukweli, yule siyo hafai yule kabisa. Yani mimi yani, yule hafai yani, ana kitu gani? kwamba viongozi, mimi nashangaa kwa nini wametuleta hapa. Watu wamekuja imechi leo, wangetua, haikupaswa kuchezwa hapa hapa, nini? Tuna singano singano, kwa nini?

toloke juzi kwenye mkutano kama yeye, huo mkutano ulikuwa wakati sindano, yani tunaumia tu sindano. Sikiliza nikwambie, wakati mimi namuendesha babla sawa bana, kipindi kile ulikuwa hamna mambo hayo, ulikuwa mambo yako saa hivo mm. unavyoniona mm -hmm. mambo saa mm. sasa baada ya mm -hmm. Mangungu naye at, na mambo yakaanza kuyumba vile vile. Sasa kuanzia sasa hivi saaban tusonge sana Mangungu atumtaki benchi la ufundi mwenyewe, unakuja ktauklia watani wetu Yanga kama yanga wana umoja umoja sana, mashabiki wao wana umoja. Leo kwa Yanga na bwana, malizeni neno moja la mwisho, tumalizie nani nani? Benchi lote la ufundi livunjwe na viongozi wote wajiuzuru. Shukrani sana.